ya kuzungumza kama mimi ninavyotoa hotuba. Fundisha somo lako vizuri, liandae vizuri, lakini uwe na zana anuwai. Kwa kufanya vile, utaweka urafiki kati ya wewe na yule mwanafunzi, ataacha kukuogopa na utajikuta kwamba somo lako linaeleka vizuri, na matokeo yake mwisho wa siku ni performance inapanda. Lakini la tatu tunakutana hapa kwa ajili ya kujengeana uwezo wa mpango wa mafunzo kwa walimu walio baki shuleni kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu nyie mkitoka hapa mnaenda kufanya uragibishi, si ndio? Mnaenda kufanya fanya uragibishi kwa wenzenu ambao hawajapata nafasi ya kuja hapa. Tuna jumla wa walimu wangapi? 1000. 1000. Tunaweza kutosha hapa, tumewachukua 108 na kama kifu. Pesha siko kwenda kufanya uragibishi kwa wale wenzetu ambao wamebaki mashule. Kwa hiyo ukitoka hapa unakuwa mkufunzi mwenyeji. Hao watakuwa wamekisha ondoka amerudi huko walikotoka. Tumewaleta gharama kubwa, tunawapa maarifa na wale maarifa ya gharama kubwa mkaendeleza kwa gharama ile ile kwa wale wenzetu waliobaki. Mimi ninaitwa Modesta Ng'aida ninatoka chuo cha ualimu Butimba, Mwanza, lakini hapa nipo kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa walimu wa taaluma wa shule za msingi wa halmashauri ya wilaya ya Itilima. Walimu hao wamekuwa hapa kwa muda wa siku tatu wakifanya mafunzo kuhusu mtaala wa elimu ya msingi ulioboreshwa kwa hiyo, upimaji endelevu katika ufundishaji na ujifunzaji, wamejifunza mambo mengi. Sasa kwa mitaala yetu hii ambayo imeboreshwa sasa, tunasema ni mitaala ya inayojenga ujuzi, ni mtaala wa ujenzi wa umahiri. Mtaala hii inamtaka mtoto huyu anapomaliza darasa la sita awe amepata ujuzi utakao muwezesha kumudu maisha yake ya kila siku badala ya ile mitaala ambayo mtoto anapata nadharia bila utendaji bila vitendo. Kwa hiyo itamsaidia mtoto kupata ujuzi ambao utamsaidia katika maisha yake ya kila siku tunajua, katika upimaji mwalimu anatafuta, anachambua ana, a, a, a, a, analinganisha, anahusisha, lakini mwalimu anapata taarifa mbalimbali kwa maana ya data za mwanafunzi katika ujifunzaji wake, ili aweze kujua ni wapi ambapo amefanikiwa, ni wapi ambapo amefanya vizuri, ni kwa kiwango gani ambapo amejifunza, na kuna changamoto gani anazipata wakati wa ujifunzaji wake, lakini upimaji pia utamsaidia mwalimu kujua mwendo wake wa ufundishaji, lakini mtoto aweze kujifunza vizuri. Utamsaidia mwalimu kupata mrejesho wa ujifunzaji wa mwanafunzi, lakini pia mtoto atapata mrejesho wa ujifunzaji wake. Jamii pamoja na wazazi watapata, na wadau wengine watafahamu na kupata mrejesho wa ujifunzaji wa wanafunzi shuleni. Nimehudhuria mafunzo ya wataaluma kuhusu ufundishaji na ufunzaji kwa shule za msingi. Mafunzo haya kwa kweli ni mazuri, yametujengea uwezo mkubwa katika swala la upimaji kwa wanafunzi, kufunza namna ya kuweza kutunga, kuandaa mitihani kwa kufuata zile nyanja za, za, za upimaji, lakini vile, vile imetujenga ime, ime kama wataaluma namna gani basi tunaweza kusaidia kwa madarasa ya, ya darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, ili kufuta eh, KK au kuboresha eh, matendo yale matatu: kusoma, kuandika na kuhesabu, kwa madarasa hayo ya chini. Kupitia mafunzo haya tumepata ujuzi mbalimbali mbali ambao sasa ujuzi huu tutautoa na kwenda kuambukiza kwa, kwa walimu wenzetu, ili tuweze kuchochea maendeleo ya taaluma na kuinua taaluma ya shule eh, wilaya, mkoa na hatimaye kitaifa.